Ya finali, kwa majina anaitwa nani ndugu yao? Ah, mimi naitwa Samson Chande ni shabiki wa Simba, lakini pia tunapozungumza Simba katika tawi la Izinga hapa mimi ni mwazini wa tawi, lakini pia ni mlezi wa tawi katika klabu ya Simba tawi la Izinga. Asante sana, naona mnabashasha na furaha kubwa sana kulingana na ushindi wa leo. Naona kwa miaka mingi sana, hatimaye leo Simba kavuka hatua ya kuishia robo, kafika final. Unazungumzaje hii? Aa, kwanza ni tunamshukuru Mungu. Aa, ni jambo la pekee sana, nichukue nafasi hii pia kwa ajili ya mashabiki wa yiz, Izinga ya tuna vibe kubwa, na tunasema tumepiga hatua, lakini sisi, sisi ndio level yetu, sisi kimataifa ndio level yetu. Hawa jamaa zetu upande wa pili wanaiga tu, na ndio maana tunaambiaga iga ufe. Sisi ndio level yetu. Kucheza klabu bingwa, una imani kombe litakuja Tanzania? Ah, tuna asilimia 90, tuna asilimia 90 kwa sababu michezo hii michuano hii fainali mnaanzia mnacheza nyumbani na ugenini, na hatua hii Simba kucheza nusu fainali. Kwa hiyo kwenye fainali tuanzia ugenini na tuje kumalizia nyumbani. Tunaposema nyumbani, maana tunacheza tunacheza, rupaso rupaso, huu hatoki mtu, rupaso hatoki mtu. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa ya kuchukua ile kombe na itakuwa ni mwanzo mwanzo wa kufungua michezo Tanzania. Asante sana, mimi nikutakia siku mwema na bashasha pia, asante. Asante mtangazaji. Basi risikia, ili ni unavyolisikia. Hili ni vibe la wana Simba. Nasema hivi vibe wa alipowi wala alipowi, nazungumza na mashabiki kama unavyoona nyuma yangu hapa, ni shangwe kubwa sana, kulingana na mnyama alivyotinga fainali. Nasema hivi kama shabiki wa simba sport Club TV na mwandishi wa habari e, kutoka yaungana nasi tena, bana fula vipi? fulavi Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Wachezaji wetu wameweza kujituma na wameweza kutoa kimasomaso. Hatuna cha kuwajibu, tunasema asante. Asante tunabeba. Ulitegemea ushindi huko? Huko yani asilimia 100 nilijitegemea kwa kwa sababu tuna kocha ambaye ana taktiki ambaye na anajiweza. Kila sekta iko vizuri. Asante sana mashabiki Simba Sport Club. Mambo vipi? Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Ramadhani Bakali Kembo Kaboi. Kaboi. Simba unapeleka wapi? Maana huko kuna vibe kubwa sana mpole. Na, hakika ni solia, likuwa, kamingi, uh, wapia, akubwa, ilikuwa ni historia kwa sababu ni ndoto ambayo ilikotokana miaka mingi. Ukiangalia, tulikuwa na timu mpya, walimu wapya, asilimia kubwa ilikuwa matarajio ni machache sana kufika pale tulipofika, lakini juhudi ya benchi la ufundi, viongozi ikiongozwa na, na mwenyekiti wetu wa bodi ya kurugenzi modeli, usajili waliofanya kuanzia wachezaji mpaka benchi la ufundi Leo hii tunaona matunda ambayo umetuletea, kuelekea hii leo tunaekea historia na sisi kuwa ni moja ya timu ambayo tumeshuhudia, tumeenda kushiriki fainali ya CAF Confederation Cup au? Imani yako kwa fainali kwamba utaleta kombe kwa Tanzania? Ah, kila hatua ni process. Tulianza kwenye hatua ya, ya pili tulicheza na wale wananihali uh, uh, Tripoli tukashinda, tumeenda makundi, tumeongeza kundi kwa hiyo tumeenda robo finali, tumeshinda tumeingia nusu finali. Of course vijana kama unavyoona wameteseka dakika 90 karibia zote, vijana wameteseka, lakini ni ukomavu wachezaji mechi la ufundi leo hiyo ametufikisha hapa tulipo. Kwa hata finali, msija kizembe, lolote linaweza kutokea. Asante sana, nami kama shabiki wa Simba Sports Club nazidi tena kuungana mwanamama hapa. habari yako mama, na heshima yako pia. Mzuri sana mtangazaji, naona una bashasha na nafuraha pia. Nzuri sana, yani nina mahaba. Ukiwa kama shabiki wa Simba Sport Club, yaani si si unategemea kombe lije au libaki kule ambako lipo? Acha basi, nataka lije kombe tuwaonyeshe. Una imani kwamba kombe litakuja Tanzania? Nzuri sana, yani mapema mapema, yaani nina furaha sana, hata sijui. Wewe ni wewe ni mchezaji gani wa Simba Sport Club aliyekukosha leo? Yusuf ah, Kagoma. Basi salamu ah, ah, zimemfikia Yusufu Kagoma. Bado tunaendelea na bashasha na furaha wana Simba Sport Club. Naongea tena shabiki mmoja hapa. Habari yako brother? Salama tu, hali vipi? Unaitwa nani? <laughs> Naitwa Joseph Masonga. Joseph Masonga ni shabiki na kono na vibe sana. Kuingia ume fainali umeingia fainali na unategemea kombe takuja Tanzania? Io kabisa, ndioiio, ndio. Asanteni sana, na hili ni furaha ambalo lipo kwa hapa Izinga naungata. hey, hey, tena hey, mashabiki na mashabiki ni wengi sana. hey, hey, ebana mambo vibaya ubwera, hey, hey, hey. Aona, huyu shabiki atakuwa na vibe kubwa ana furaha ya kutosha, na hawa hivi ni mashabiki wa Simba Sport Club. Naona wana wanabashasha ya kutosha, nami na ni shabiki wa Simba Sport Club. nayo matangazo haya unayapata kupitia Sharo TV, na hii ni Sharo TV, kama nilivyowajuza mwanzo hapo, ni mimi Fido classic. Wana, wana, wana Simba sisi wao watatuiga sisi, sisi ndio wa kwanza wao watatuiga sisi. Wana Simba! Sijasikia wana Simba! Wana Simba, wana wana wana Simba, wanasimba, anakuambiaje? Mwaka huu mwaka huu kombe inakuja Msimbazi, afu sisi ndio watu wa kwanza anzilisha hapa Tanzania, lazima kombe liingie. Sisi ndio watu wa kwanza kuvaa viatu sisi Hili ni vibe la wana Simba ambao walipoi inaaminikiwa kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Pia mtangazaji wa Sharo TV nazidi kusogezea matangazo haya, lakini usisahau kwamba inayo kusogezea matangazo haya ni Sharo TV, na nyuma ya kamera ni Felix Msita. Nami nasema kwamba mashabiki hawapowi na wala hawaboi, furaha yao ni kuleta kombe Tanzania. Asanteni sana.